za Mungu hata dunia inakuwa inajua, lakini huyo ambaye tunamjua asingeweza kufanya haya mambo. Ni lazima kuna nguvu ya tofauti. Hizi siyo akili zake, hizi nguvu sio ya kawaida. Haleluya. Na wewe, ujasiri hautegemeani na nguvu za kibinadamu. Wewe unategemeana na Mungu. Jiweke chini ya uwepo wa Mungu, mwambie Roho Mtakatifu, nataka kuwa ushirika na wewe. Kama ambavyo hata Petro peke yake alishindwa, hata akababaishwa na yule mwanamke lakini alipokuwa na Yesu akatembea hata na daharini, alipokuwa na Roho Mtakatifu akashuhudia kuna siku watu elfu tatu waliokoka. kuna sikiri ni akili za kawaida hizo, ni nguvu za kibinadamu hizo? ulihubiri neno watu elfu tatu waamini neno. Haleluya, si ndiyo? tunapoambiwa ya kwamba kwenye siku ya Pentekosti watu elfu tatu waliamini neno. Bwana asifiwe. Nao wakashauriana wao kwa wao, waliogopa kuwadhuru kwa sababu ya watu, hivyo wakawatisha wasizungumze tena kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe. Kwa hiyo wa viongozi wakawa wamejua hizi habari kwa kweli sio za kibinadamu. Lakini sasa tukiruhusu waendelee kufanya hayo mambo, Yesu ataendelea kufanya nini? Kutukuzwa, ataendelea kupewa heshima. Kwa hiyo dawa ni ndogo, tufanye nini? Nyiye mitume hamna kuongea habari za Bwana Yesu. Petro akasema, haiwezekani, nawezaje kunyamaza? Siwezi kunyamaza kuongea habari za ukuu wa Mungu. Siwezi kunyamaza kuacha kuambia watu waache dhambi, siwezi nkaacha kuacha watu wakaendelea kuteseka. Watu wamefungwa na Yesu yuko pale, lazima nitaendelea kuziongea hizi habari. Halafu mimi wenyewe ndio mtakao hukumu. Bwana asifiwe. Wale viongozi wakawaachia waende, kisha Petro na Yohana wakawaalifu wanafunzi wengine kilichotokea. Waliposikia haya walianza kuomba wakimsihi Bwana awape ujasiri, nguvu ya kuponya na ishara maji. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe sana. Sinaona, kumbe ujasiri unapatikana kwa Roho Mtakatifu, lakini hapo juu pia hekima nayo inapatikana kwa Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi, na anasema alipotoka hapo wakaanza kuomba, wakimsihi Bwana aendelee kuwapa ujasiri. Na sisi pia tunatakiwa tuendelee kumwomba Bwana aendelee kutupa ujasiri ili tuendelee kuifanya hii kazi ambayo ni yeye mwenyewe ametupa, ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Hakuna ambaye mtoto wake akiomba mkate anampa jiwe na furahi, unafikiri kwa Mungu inakuwaje? Na tunaelewa, tunatakiwa kuwa na ushirika na Mungu. Yaani, Mungu tunatakiwa tu tunaongea naye kila siku. Ni sana wale ambao mtoto wako anakuja kuongea na wewe akiwa tu ana shida yaani kama hana shida yuko mbali na wewe. Na akiwa na nahitaji kitu ndo anajisogeza kwako unajisikiaje? Vibaya. Ona, sisi ni watoto kwa Mungu, tumesema Mungu ni baba yetu, kuna wakati tuwe tunamsogelea kuongea naye. Baba shikamoo, umeamkaje? Unaendeleaje? Pole na majukumu. Kuna kitu cha kukusaidia, naweza nikaenda pale ndege nikahubiri hubiri. Kuna kitu cha kufanya pale kanisani, unamsemesha, ni baba yako. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Yeah. Amen. Unajua ambacho nimegundua kwenye haya maisha ya wokovu. Tunaposema maombi sio lazima kwamba upeleke shida zako mbele za Mungu. Kumbe hata kuongea na Mungu kuwa na ushirika na Mungu na naiye ni sehemu ya maombi. Hata kumshukuru Mungu na naiye ni sehemu ya maombi, Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatamani kuwa na ushirika na sisi kila wakati. Sio tu kila siku, ni kila wakati. Ndio maana nikasema tunatakiwa tutamani kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu ili chote kile ambacho tunakifanya tufanye na Roho Mtakatifu. Haleluya. Yaani hata hapo unatakiwa mwambie Roho Mtakatifu, natamani kuwa na ushirika na wewe, ili ya kwamba neno linapokuwa linakuja kwangu unisaidie kulimeng'enya, kwa sababu bila Roho Mtakatifu neno litakuja kwako halafu litatoka kama ilivyo. Wangapi umeshaikuwa kande? Vipi ukimeza maindi bila kutafuna? Mwesha kitu. Na sisi tuko na roho moja. Nauliza tu, sio lazima hata nijibu. Yeye nauliza tu, tutatakiwa kuwa na roho moja. Halafu pili, hakuna mtu ambaye alikuwa anasema hii ni mali yangu. Hakuna ambaye alikuwa anasema mimi sina kitu, kuna vitu nyingi. Manake mwenye mali aliona kwamba hiyo mali sio ya kwake, ni Mungu aliyeruhusu, akafanya nini? Akawa naye Kwayo, kwa hiyo kwa nini amzuilie Mungu? Haleluya! lakini mali katafute, asifiwe. Asifiwe Haleluya. Haleluya. Haleluya. Na ambaye alikuwa hana mali, maanake naye alipambana ili naye akatafute aje kuchangia pale. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe sana, haleluya. Na hii ni kanuni ya maisha. Hata mkiwa mko kwenye familia, mko wengi, mmezaliwa watoto wengi, mzazi wenu yuko pale, si huyu ndo mzazi wetu shirika na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, kwa nguvu nyingi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana, amen. Ushahidi uliohai kwa nguvu ya Mungu. Mji wa Koindu ulikuwa karibu na mpaka wa Sierra Leone, kilomita sita kutoka Liberia. Tusaidiana, Sierra Leone na Liberia vipo kwenye bara gani? Wale ambao mmeshirikiana kumejua na ramani ya dunia. Liberia inapatikana wapi? Asia, Afrika, Europe au wapi? Afrika, makofi kwa mtaka. Makofi ya kutosha, si amejibu. Nono no, ifuata kumpigia makofi. Kwani hajapata, mpigie makofi kwa nani? Amen. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Sierra Leone na Liberia zilikuwa wapi? Afrika kwao. asubuhi ya leo wa waafrika tumesikia, sasa tuangalie tumesikia kwa namna gani. Kwa hiyo anasema mji huu ulikuwa na sifa ya kuwa ngome ya uchawi, hiyo hiyo Sierra Leone na Liberia, huko uko Koindu huko, sifa yake kubwa ilikuwa ni sifa ya ngome ya uchawi na imani kuwa vitu vyote vya asili